Suala la utawala bora ni kuhakikisha unaongoza nchi na kuangalia masuala ya watu na kuwashirikisha watu wenyewe kwenye kuyapata masuala yanayoyakera, lakini na kutoa suluhu ya masuala yanayoyakera. Sa, katika kipindi hiki cha miaka mitano cha awamu ya sita tuliunda timu kadhaa, tuliunda tume za kuangalia mambo mbalimbali mbali. tumeunda tume ya haki jinai kwenda kuangalia masuala ya haki jinai, haki za watu zinaamuliwa vipi, zinapatikana vipi, wanabinywa vipi, wanafanywa vipi. Wote mnajua kwamba tume ile ilimaliza kazi yake ikatuletea taarifa, na sasa sekta yetu ya haki, mahakama zetu, haki na sheria iko vizuri sana sana sana sana. Haki za watu sasa hazipotei kama zilivyokuwa, hazichelewi kama zilivyokuwa. Sasa hivi polisi, mahakama, sijui mchunguzi ule, DPP DCI, wote wanasomana, linaloandikwa leo polisi analisoma, DPP analisoma, DCI linasomwa, mahakamani taarifa zote, statement zote wanazotoa wa watu zinasomwa na vyombo vyote kwa ule mchezo wa ndugu zetu kwenda kuweka maneno kwenye statement alosema mtu sasa hivi hayupo. Ulilolisema ndilo linalosomwa kote, na tunaendelea kujenga miundombinu ya haki, mahakama za wilaya, mahakama za mikoa, mahakama jumuishi zote, tunaendelea kujenga nchi nzima.